Wakati wengi wamelala, Mungu yuko macho, Akisikia kila kilio cha moyo wako. Zaburi hizi ni kwa ajili ya nyakati za uzito, maumivu ya ndani na hitaji la msaada wa haraka kutoka kwa Mungu. Unapomwita Mungu kwa unyenyekevu na imani, yeye husikia na hutenda kwa wakati wake mkamilifu. Mwage moyo wako mbele zake. Usifiche chochote. Mungu yuko karibu na anayesikia. Zaburi ya sita. Bwana usinikemee kwa hasira yako, wala usinirudi kwa ghadhabu yako. Bwana unifadhili, maana ninanyauka. Bwana uniponye, mifupa yangu imefadhaika. Na nafsi yangu imefadhaika sana, nawe Bwana hata lini? Bwana urudi, uniopoe nafsi yangu uniokoe kwa ajili ya fadhili zako, maana mautini hapana kumbukumbu lako. Katika kuzimu ni nani atakaye kushukuru? Nimechoka kwa kuugua kwangu, kila siku nakieleza kitanda changu na, na lilowesha godoro langu kwa machozi yangu. Jicho langu limeharibika kwa masumbufu na kuchakaa kwa sababu ya wanaoniudhi. Ondokeni kwangu nyinyi nyote mtendao uovu, kwa kuwa Bwana amesikia sauti ya kilio changu. Bwana amesikia dua yangu, Bwana atayatakabali maombi yangu. Adui zangu wote watataabika na kufadhaika, watarudi nyuma kwa ghafula, wataaibika. Zaburi ya kumi na tatu e Bwana, hata lini utanisahau hata milele? Hata lini utanificha uso wako hata lini nifanye mashauri nafsini mwangu, nikihuzunika moyoni mchana kutwa? Hata lini adui yangu atukuke juu yangu? Ee Bwana Mungu wangu, uangalie, uniitikie, uyatie nuru macho yangu, nisije nikalala usingizi wa mauti; adui yangu asije akasema, nimemshindwa. Watesi wangu wasifurahi nitakapoondoshwa. Nami nitazitumainia fadhili zako, moyo wangu uufurahie wokovu wako. Nam nimwimbie Bwana kwa kuwa amenitendea kwa ukarimu. Zaburi ya ishirini na mbili. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mbona uko mbali na kunisaidia, na maneno ya kulia kwangu E Mungu wangu, nakulilia mchana lakini hujibu, na usiku pia wala sipati kunyamaza. Lakini wewe u mtakatifu, uketai juu ya sifa za Israeli. Baba zetu walikutumaini, walikutumaini nawe ukawaokoa. Walikulilia wakaokolewa, walikutumaini wala hawakuaibishwa. Lakini mimi ni mdudu wala si mtu, ni lawama ya watu na dharau ya watu. Wote wanaoniona hunidhihaki, hunifanyia midomo yao, hunitikisa kichwa, wakisema, alimtumaini Bwana, na amponye, na amwokoe, kwa kuwa apendezwa naye. Lakini wewe ndiye uliyenitoa tumboni, ulinifanya niwe na salama kifuani mwa mama yangu. Nilitupwa juu yako tangu tumboni, tangu tumboni mwa mama yangu, wewe u Mungu wangu. Usiwe mbali nami, maana taabu iko karibu, maana hapana msaada. Ng'ombe wengi wamenizunguka, wenye nguvu wa Bashani wamenizunguka, wamenifumbulia vinywa vyao kama simba ararukaye na kunguruma. Nimemwagika kama maji na mifupa yangu yote imegawanyika. Moyo wangu umekuwa kama nta, umeyeyuka kati ya matumbo yangu. Nguvu zangu zimekauka kama kipande cha sufuria, na ulimi wangu umeshikamana na taya zangu, nawe umeniweka katika mavumbi ya mauti kwa maana mbwa wamenizunguka, mkutano wa waovu umenizunguka, wamechoma mikono yangu na miguu yangu. Naweza kuhesabu mifupa yangu yote, wao wanatazama, wananiangalia. Wanagawana mavazi yangu na kulipiga kura vazi langu. Lakini wewe ee Bwana, usiwe mbali. Ee nguvu zangu, himiza kunisaidia. Uokoe nafsi yangu na upanga. Mpendwa wangu na mkono wa mbwa. Uniokoe na kinywa cha simba. Naam, na pembe za nyati. Nitalitangaza jina lako kwa ndugu zangu. Katikati ya mkutano nitakusifu. Enyi mnaomcha Bwana, msifuni. Enyi uzao wote wa Yakobo, mtukuzeni. Enyi uzao wote wa Israeli, mcheni. Maana hakuidharau wala hakulidharau dhiki ya mwenye kuteseka. Wala hakumficha uso wake. Bali aliposikia, alipomlilia. Sifa zangu kwako zitoka katika kusanyiko kubwa. Nitatimiza nadhiri zangu mbele yao wa mchao. Wanyenyekevu watakula na kushiba, watamsifu Bwana wamtafutao. Mioyo yenu itaishi milele. Nchi zote za dunia zitakumbuka na kumrudia Bwana, na jamaa zote za mataifa zitaabudu mbele zake. Maana ufalme ni wa Bwana, naye ndiye mtawala wa mataifa wote wanene wa dunia watakula na kusujudu, wote washukao mavumbini watainama mbele zake, hata yeye asiyeweza kuilinda nafsi yake hai. Uzao utamtumikia, itahesabiwa kwa Bwana kuwa kizazi. Watakuja na kutangaza haki yake kwa watu watakaozaliwa, ya kwamba ametenda jambo hili. Zaburi ya arobaini na mbili. Kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, e eh, Mungu. Nafsi yangu inamwonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Machozi yangu yamekuwa chakula changu mchana na usiku, pindi wanaponiambia mchana kutwa, yuko wapi Mungu wako? Na yakumbuka hayo, nikiweka wazi nafsi yangu ndani yangu, jinsi nilivyokuwa nikienda na mikutano na kuwaongoza nyumbani kwa Mungu, kwa sauti ya furaha na kusifu, mkutano wa sikukuu. Nafsi yangu kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Nafsi yangu imeinama ndani yangu, kwa hiyo nitakukumbuka kutoka nchi ya Yordani na Mahermoni, na toka kilima cha Mizari. Kilindi chapiga kelele kilindi kwa sauti ya maboromoko ya maji yako; garika zote na mawimbi yako yote yamepita juu yangu. Mchana Bwana ataagiza fadhili zake, na usiku wimbo wake utakuwa nami; naam, maombi kwa Bwana Mungu aliye uhai wangu. Nitamwambia Mungu mwamba wangu, kwa nini umenisahau? Kwa nini ninakwenda nikihuzunika adui wakinionea. Watesi wangu hunitukana mithili ya kuniponda mifupa yangu. Pindi wanaponiambia mchana kutwa, Yuko wapi Mungu wako? Nafsi yangu, kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu. Aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. E Bwana, Toka vilindini nimekulilia Bwana. Uisikie sauti yangu, masikio yako na yaisikilize sauti ya dua zangu. Bwana, kama wewe ungehesabu maovu, E Bwana, nani angesimama? Lakini kwako kuna msamaha, ili wewe uogopwe. Nimemngoja Bwana, roho yangu imengoja na neno lake nimelitumainia. Nafsi yangu inamngoja Bwana kuliko walinzi wa ingojavi asubuhi, naam walinzi wa ingojavi asubuhi. E Israeli, umtarajie Bwana, maana kwa Bwana kuna fadhili na kwake kuna ukombozi mwingi. Yeye atamkomboa Israeli na maovu yake yote.